Ni kibaraka moja. Mwanaharakati yule ni kibaraka, anatumika tangu siku nyingi. Alikuwa na makampuni yake hewa ya kufanyafanya utapeli na rushwa rushwa, wakati wa serikali ya awamu ya tano, Rais Magufuli akakata hiyo mirija. Alivyokata hiyo mirija, Rais Magufuli niliwaambia na kule Mwanza, huyu huyu alianza kumtukana Raisi Magufuli, tukana mfululizo. Unajua, wengine mkiona anatukana tukana hapa, mnadhani kaanza na Samia. Akaanza kumtukana kwa sababu alikata mirija ya yale makampuni yao. alivyokata ile mirija kaanza. Fatilieni, teknolojia huwa inatunza hivi vitu. alikuwa wanaongea maneno ya kinyama. Siku Rais Magufuli amefariki, sisi Tanzania tukiwa kwenye majonzi, wao wakafanya sherehe. Mmesahau mara hii. Kafanya sherehe e, mwacheni, msimwondoe, mrudisheni huku, mrudisheni huku e, sikaja mkutanoni, mrudisheni huku, mleteni awe karibu, nitaongea naye hapa. Nikishamaliza mleteni hapo karibu hapo uyo leo ye uyale oye, nilikuwa namalizia mwanaharakati mmoja yule, yeye na na na na, na, na wale wanaomtuma, walipokatiwa mirija yao ya ulanguzi, akaanza yale matusi. Alipofariki Rais Magufuli wakafanya sherehe yeye na genge lake. Nendeni kwenye kwenye rekodi hizo mtazipata. Nendeni kwenye rekodi, rais Samia alipoenda Marekani mara ya kwanza alienda, anasherehekea kama mshindi, alikaa pembeni hapa. Nendeni mkaangalia kwenye picha, akidhani kwamba akidhani kwamba kaondoka yule. Sasa huku, sasa hivi watajichotea tu. Fatilieni mjue huyu huyu aliyekuwa anamtukana, huyu huyu anayetukana sasa hivi alikuwa anamtukana Rais Magufuli alipofariki, akakejeli na kukejeli na kufanya sherehe. Sasa mara ya kwanza Rais amefanya ziara, alikuwepo pembeni pale anasherekea, akidhani ile mirija ya ulanguzi itarudi. Rais Samia akaweka msimamo pale pale kwenye masuala ya rasilimali za nchi hii kaweka mguu chini kwamba rasilimali za nchi hii ni za Watanzania, na juzi alivyokuwa anaongea na, na wazee, amewaambieni amewaambieni, mtu anayetaka kufanya partnership anayetaka kufanya shughuli hapa ya, ya, ya, ya, ya rasilimali za Tanzania aje tupate win-win, yani kila moja anufaike. Ndio mmesikiliza alichosema jana. Nimemsikiliza, nimesikiliza na leo. Mwanaharakati mmoja yule anasema wanatafuta wanatafuta wale wanao wanaowatuma wanatafuta wa kuwatuma wafanye huo ukibaraka wao. Mwe, mnasikiliza hivi vitu wanasema, wanatafuta wale wa kuwatuma wafanye ule ukibaraka wao kwa sharti kwamba wawape nguvu wao. Wametoa siri, nimiliwaambieni wale wanaotoa hizi fedha, kuna jambo wanatafuta hapa Tanzania. Sasa akatoa siri, anasema, tutawatafuta hawa vibaraka wetu hawa mbwana zetu tutawatafuta, watusaidie hata kwa masharti kwamba tutawapa rasilimali za Tanzania. Baada ya kuwekewa ngumu na Rais Magufuli, wakaanza hii fujo, wakadhani alivyoondoka Magufuli patakuwa na mteremko. Walipowekewa hii ngumu, wameanza hii, na wanasema kwamba watatafuta sapoti wale wanaowasapoti, hata kwa masharti ya kwamba wao watawapa rasilimali hizo. Haya si maneno yangu, kayasema mwenyewe na wale ndo wanaowalipa hawa waliofanya hizi fujo. Kuna kijana mmoja tulikuwa tunaazimana mpesa kila siku hapa, masikini masikini, mwenzetu kama sisi tu hivi, tulikuwa tunapeana tuna, tuna songesha hapa. Juzi walivyopewa huu mchongo, kahifadhiwa kwenye taifa mojawapo kawea bilioni tano bilioni tano ni, ni vituo vya afya vya milioni mia tano mia tano kumi kapewa mmoja huyo, anawaambia ninyi, chukueni petroli mkachome nchi yenu. Na wapo na vyama vingine wanafanya huo ukibaraka, wapo wanafanya huo ukibaraka kwenye wale waliofungiwa pale. Kuna wanaharakati na kuna viongozi wa vyama vya siasa wanafanya ukibaraka. Na ukibaraka huu Afrika sio mpya, tunaujua. Tunajua walishafanyafanya fanya, wengine tunajua, wengine tunaofuatilia mambo tunajua. Go, nyumbani kwanza.